Kuna, kuna, kuna uamsho, kuna utukufu, kuna wingu na nashindwa kujua jina lake, lakini kuna uamsho, kuna utukufu, kuna wingu, kuna, kuna, kuna mdude fulani, kuna kitu fulani kiko kati ya mbingu za tatu na sisi wanadamu hapa, kinataka kushuka Tanzania. Kina, kinaangalia namna ya kushuka, kitashukaje? Kitapita wapi? Kinaenda wapi? Ndiyo maana msukosuko huo una kupenya inashindikana, kupenya hebu, wanao hisi hiyo wasimame waseme, hata mimi nasikia vile vile. Kwa kweli, hebu sema nasikia vile, liko jambo Mungu anataka kufanya, sijui jina lake, lakini liko jambo. Sijui litakuja lini, lakini liko jambo fulani fulani, sio kawaida, liko jambo. Hebu piga kelele useme maranata, ka ka kidogo